kwa kweli leo tuna furaha kubwa sana tuna furaha kwa sababu Azam wamepata ushindi mzuri mabao mawili kwa bila mechi ilikuwa ngumu kila mmoja ameiona lakini vijana wetu wamepambana wametanguliza mbele Tanzania na tumeona wote juhudi zao uh, mimi na rais wa TFF tulikuwa na kazi ngumu kidogo leo ilibidi tujigawe kati ya Chamazi na uwanja wa Benjamin Mkapa kwa hiyo tukaanza kule kwa sababu mechi ilianza lakini baadaye tukaja hapa tukiwa njiani tulikuwa na wasiwasi, hawa jamaa wasije wakarudisha goli hawa, lakini vijana wakaongeza goli jingine. Kwa hivyo, ongera sana ongereni sana, Nado ongera sana, uh, Feisal uh, sopu ongereni sana tunashukuru sana sasa Leo ushindi ni wa magoli mawili, na Azam sasa wameingia kwenye hatua inayofuata kwa kishindo zaidi. Kwa hivyo kwa upande wa goli la mama leo ni shilingi milioni kumi kwa sababu wameshinda magoli mangapi? Mawili. Goli moja ni shilingi milioni tano na mama hana mbambamba mba, mba. hapa nilipo nipo na shilingi milioni kumi. Naomba sasa niwakabidhi, lakini labda kabla sijawakabidhi uh, tusikie pia salamu kutoka kwa Rais wa TFF Azamu, oye! Sema kweli leo ni siku ya furaha sana kwangu. Leo tunaweka historia, timu nne zimepita raundi ya kwanza na yote haya yanafanyika, jitihada za vilabu, jitihada za wachezaji, lakini pia na motivation kutoka kwa mama. Mama amefanya sehemu yake na nyinyi mmefanya sehemu yake, kwa hiyo tunaenda raundi nyingine. Mimi ni matarajio yangu kwamba timu nne hizi zitakwenda tena kwenye hatua ya makundi mm. Kwa Azam na Mlandege tuna uhakika Tanzania itaenda makundi kwa, kwa sababu tayari ni na na KMKM. Na KMKM tunajua lazima Tanzania itapeleka timu kwenye makundi, lakini pia zile tatu zilizobaki tuna uhakika pia kwamba zitakwenda kwenye makundi. Sisi tayari tuna nafasi nne, lakini tunataka tuhakikishe kwamba msimu ujao tuna nafasi nne, ile misimu mingine miwili nayo tuna nafasi nne, kwa sababu pointi za timu nne zitakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo hii itakuwa kama kiti chetu sisi, au wengine watahangaika huko, sisi tutakuwa tuko hapo. Haya yote ni mazingira rafiki yaliyowekwa na serikali ya Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Bado tunamwombea afya njema yeye na wasaidizi wake, lakini pia kwenye malengo yao hicho wanachokitafuta ili waweze kutufurahisha zaidi na sisi tuweze kupata nguvu ya kufanya vizuri zaidi. Mungu ibariki Tanzania. Asante sana, yeah. Nashukuru sana. Uh, kama rais wa TFF anakiri kwamba mheshimiwa rais ametengeneza mazingira mazuri, mimi nani nipinge eh? <laughs> Hivi nikisema Samia oye nitakuwa nimekosea? Awe. Samia oye! Awe. Samia oye! Ameweza hajaweza? kwenye michezo tunamdai atumdai? Hatumdai. Nashukuru sana sasa, mheshimiwa rais wa TFF na ndugu yangu mpwa. Ah, okay, sawa, naomba sasa tuwakabidhi fedha. Mm-hmm. Kwa hiyo, mheshimiwa rais, tusimama huku tuwakabidhi tunawakabidhi wachezaji wa Azam njoo, ni Feisal, mbona mnafuchama, hautaki hela Ah! <laughs> tunawakabidhi wachezaji na viongozi ndugu yangu. Aha. tunawakabidhi shilingi milioni kumi fedha za goli la mama kutoka kwa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni zawadi yake ya motisha ya ushindi wa magoli mawili leo, hongereni sana dhidi ya El Merreikh, timu ngumu kabisa, hongereni sana. Salamu aleikum jana. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumaliza mchezo wetu salama. Haikuwa rahisi, ilikuwa ngumu, lakini tumejipanga vizuri na tumeweza kuipeleka timu raundi nyingine. Pili, uh -huh. Nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru viongozi wote ambao mmeweza kujumuika na sisi kwenye siku hii ya leo. Uwepo wenu ndio umezidi kutupa nguvu sisi, kwao tunawaomba msichoke, mwendelee kuja kwenye mechi zinazokuja nasi hatutawaangusha. Pia tumshukuru Mheshimiwa Raisi kwa hichi anachokifanya kwetu, kwa maana anatupa nguvu kwenye kila mechi inayokuja mbele yetu. Tuseme asante sana eh? <laughs> Asalamu As aleikum, uh, kwa niaba ya wachezaji wenzangu kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe bwana, uh, kwanza zitafika hizo. Uh, zitaf <laughs> zitafika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu hizo, uh, kwa kuanza mchezo salama lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutupa motivation kama watoto wake. Anatusupport sana katika sekta ya michezo. Pia tunapenda kuwashukuru sana TFF uh, wanaendelea kutunga, kutunga mkono lakini pia tunamshukuru tuna, tuna Mungu kwa kupata ushindi wa mchezo wa leo Samia, oye! Aandae mangapi mechi zinazokuja? Njoo kwanza ziandaliwe ngapi, mechi inayokuja? <laughs> mechi zinazokuja ni zinazo nyingi. Njoo kama hamsini. CEO wa klabu <laughs> makamu wa rais wa kwanza, salamu aleikum. Azam tim <laughs> bora kwa niaba ya Azam FC uh, tunapenda kutoa shukrani zetu kwa Mheshimiwa Raisi kwa hichi kidogo ambacho wanatupatia sisi na timu zingine shiriki kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini pia tunapenda kuishukuru uh, TFF Mheshimiwa Rais Karia, lakini pia na Mheshimiwa Msigwa amekuwa bega kwa bega na hizi timu zote zinazoshiriki kimataifa. Si hatuna la zaidi ya kusema tunasema asante sana mama, mama ana mbabamba.